Mara nyingi afya mbovu ya tumbo huanza asubuhi, pale ambapo tumbo lako bado linakuwa tupu na unaliendelea kuliongezea vitu ambavyo havistahili au havitakiwi wakati likiwa tupu. Kwa mfano, unaamka asubuhi na kula kiporo, unakula vinywaji vya viwandani, ikiwemo si pombe, lakini pia hiyo hiyo asubuhi na kula vyakula vilivyopita vya vya kwenye mafuta ya vitumbua, mandazi, chapati, ni hatari sana kwa afya yako. Lakini pia kwa wakati wa mchana ni ile ambapo unakaa na njaa kwa muda mrefu bila kuwa na muda maalum wa kula, na usiku ni unapokula muda mfupi baada ya kula unalala. Ndugu yangu, unazidi kuliua tumbo lako. Lakini pia usiku kuendelea kula vyakula vizito, kula vyakula vizito sana usiku, hiyo pia unaaribu afya yako ya tumbo. Na mwisho ni kushindwa kutoralia mto, wengi atoralia mto, na hii ni hatari sana kwa afya yako. Tuambie hapo ni dalili gani ambayo unahisi wewe unazidi kuharibu tumbo lako kila siku? Karibu Dr. D mi aweze kukupa msaada zaidi.